Tena 2025 liko jambo litatokea litakaloibadili nchi yetu. Sikiliza sasa, na kuja sasa, Mungu, sikiliza vizuri. Mungu anataka kuibadili dunia, ile dunia ya wakati wa mwisho iliyotabiriwa tunaelekea mwishoni. Mungu anataka kuiendea dunia ili aibadili, lakini surprise ni Mungu huyu anatokea Tanzania. Mungu amesema anatokea Tanzania kuiendea dunia kwa badiliko la milele. you bahati nzuri, mi kwenye maisha yote sijawahi kujiita nabii wala mtume, sijawahi kujiita nabii wala mtume. Lakini nisikilize sasa, sikiliza sasa, sinipo utaona kama itatokea au la. Elfu mbili na ishirini na tano, Mungu kutokea Tanzania ataanza kutambaa kama haonekani vile, yaani Mungu kutokea kwenye nchi hii pendwa, sema nchi pendwa nchi pendwa ya Tanzania anataka atambae kuiendea dunia kwenye lile badiliko la wakati wa mwisho, kabla ya unyakua wa kanisa. Na mimi nimeona, sisemi kwa sababu na imagine nime na Mungu ameapa, amesema kama Bwana aishivyo, jambo hili haitageuka. Kwa hiyo unayepambana, kichacho kijacho utapasuka kifua huo ni